Naamini tumejua kitu kizuri kwa nini tumtafute Roho Mtakatifu. yeah, yeah, yeah. Labda kwenye, kwenye maelezo ya mwalimu yeah. Samahani mwalimu, samahani. Kwenye maelezo yako kuna kitu kimoja umezungumza yeah, kwamba mm. shetani kwa kuwa na Roho Mtakatifu mm. shetani hana kwa hiyo shetani mm. hana mamlaka yoyote kwa mtazamaji yoyote, kwa wale wanaomtegemea ya Mungu. Yaani, shetani kwamba kazi ya shetani ni kushawishi huwa mm. hamlazimishi ham, ham mtu atende dhani mm. ko endapo waamini muamini wa anaweza akaishi maisha matakatifu mm. ya kumcha Yesu Kristo, basi shetani hana nafasi yote. Hivyo basi, sasa ni jukumu tu la mwamini kuhakikisha Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu akiwa ndani hmm. basi dhambi haiwezi kupata nafasi yoyote, ukimaanisha okay, kwamba yule naye mwamini Yesu Kristo yeah. shetani hana mamlaka juu yake, hana mamlaka juu yake. Amina sana hiyo, <laughs> pointi ilikuwa, nimefurahi yeah, lakini nami naomba niulize kitu kimoja. Nilitaka kuuliza Roho Mtakatifu ni, yeah, yeah. ni nani? Lakini kumbe kwenye majibu nimeshapata tena yes. nikapata kwa lugha mbili nzuri hmm. ukamsema nyuma Rua. Rua. Kwa hiyo yeah, hapo sijaelewa yeah. Naomba labda kitu kingine niulize yeah. Hivi huyu Roho Mtakatifu yeah. ambaye sisi ndo tumepewa yeah. aliongoze kanisa yeah. anafanya kazi na watu wote yeah. au kuna watu wachache anaofanya nao kazi? Asante sana. Mm. ya Yeah, tukiangalia historia tunapata mambo mawili makuu katika nguvu ya Roho Mtakatifu mm. tukiangalia eneo la Roho Mtakatifu katika Agano la Kale, Roho Mtakatifu alifanya kazi na watu maalum mm. ambao sasa hao ndio waliopakwa mafuta peke yake, mfano wafalme mm. makuhani mm. na manabii. Hao walikuwa maalum kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Maana yake hao watu walitiwa mafuta, walipakwa mafuta, na ili waweze kuendelea na nini na shughuli zao, ambazo sasa Mungu alikusudia wazifanye, aidha hekaluni, aidha wapi, hata huko anapoongoza watu pia kama wafalme mm -hmm. Lakini sasa katika Agano Jipya mm -hmm. ya Roho Mtakatifu anahusika na watu wote. Ukisoma ile Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa nne anasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo unaona sasa ni jukumu la watu wote sasa. mm -hmm. Roho Mtakatifu anafanya na nini? Na, na watu wote anawajaza kabisa mm, mm. Kila mmoja anayeweza kufungua moyo wake mm. na kujitoa kwake ndiyo Roho Mtakatifu anaingia bila wasiwasi. Asante sana sana, asante sana, asante sana. asante sana, Mwalimu yeah. Asante asante sana. Nimefurahi kabisa tumishi, majibu yako ni mazuri yeah. na umetujenga kiroho umetujenga pia Amina. na kimwili kabisa, nitaka kuongezea kidogo kuuliza yeah. mm. tuna wakristo wengi wana mm. tunao makanisani yeah lakini hatuna imani mm. kwamba wana nguvu ya Roho Mtakatifu ni yeah. nini wafanye, mm. ili hawa Kristo wapate nguvu ya Roho Mtakatifu yeah. Jambo la kwanza, mambo yapi wafanye ili Roho Mtakatifu aingie kwao? mm. Jambo la kwanza, kutubu dhambi na kuziacha automatically. Mtu anapoweza kuacha dhambi zake mm. na kumfuata Kristo tayari nafasi imepatikana kwa Roho Mtakatifu bila shida yote. Kwa hiyo jambo la kwanza ili mtu aweze kuwa safi kabisa, ndiyo. ni pale ambapo atafungua moyo wake. Hmm. anafungua namna gani sasa? Ni kuziacha dhambi zake zote. Kuna vitu ambavyo, ah, ndani ya moyo wa mwanadamu vimefungwa. Shetani oh. ameweka nini, amefunga kabisa mnyororo. Hmm. na Roho Mtakatifu awezi kuingia kama, kama mtu hajatengeneza hizo njia zake. Hmm. kwayo ni vizuri kwanza mtu atengeneze njia zake zote, na anapotengeneza tayari, Roho Mtakatifu anaingia ndani na kusafisha, na Roho Mtakatifu anafanya kazi zake bila shida. Kwa hiyo ni vizuri mtu wa Mungu akishe anatengeneza njia zake zote, Roho Mtakatifu anapata nafasi hapo. Nimefahamu na nimegundua kwamba kumbe, yeah. ili mtu apate nguvu za Roho Mtakatifu shariti, hmm. atengeneze lakini ya. bi yake hmm. nitaka kufahamu hmm. Ni mambo gani yanaweza kasababisha mtu akamkosa Roho Mtakatifu? Mambo yapi yanaweza yakasababisha mtu akose Roho Mtakatifu? mm. Ni mambo mengi sana, ngoja mm. <mundu> ja mi nizungumze tu machache, ndio ni pamoja na mtu kuwa na moyo wa kutokusamehe mtu. Unaona, moyo wa mwanadamu unafananishwa na mkono hii ngumi tu mm, lakini ndani mm. ya moyo kuna vitu vingi, mna moyo una, watafiti wanasema ndani ya moyo mna vyumba vingi Mm. Kwa ndani ya mio, ndani ya moyo sasa, hivyo hivyo vyumba vimefungwa na mambo mengi mno. Mfano, mtu anakuwa na moyo kuto kusamehe, mm -hmm. kuto kuachilia mm -hmm. mtu anasema nimekusamehe, lakini sitosahau so, mm -hmm. so. E, unaona ni kitu ambacho sasa ni shida kabisa, lakini pia mtu kukua na moyo wa kiburi mm -hmm. moyo wa hila, tunaona mfano ndugu yetu mmoja kijana wake na Daudi Absalomu mm -hmm. alikuwa na moyo wa hila akawa nawasubiria watu wapi maeneo ya njia panda, mm. ili kupo, kupokea shida za watu waliotokea Hebron na sehemu zingine mm. ili afanye ni mambo ili baba yake yeye ya aonekane sasa afai. Unaona ni moyo wa hila huo, mm. kwa hiyo ni vizuri mtu wa Mungu, ili aweze kupata nguvu za Roho Mtakatifu aweze kuondoa haya hii hii mioyo yenye kujaula nini na takataka nyingi nyingi mno kwa hiyo unakuta mtu anakuwa na moyo wa hira, moyo wa kiburi, moyo wa nini, moyo wa yaani, vitu vingi sana, kwa hiyo wivu, yanaona chuki, hivyo vyote sasa vikikaa ndani basi Roho Mtakatifu hawezi kupata nafasi kao. Ni vizuri mambo yote hayo ya kitoka. Sasa Roho Mtakatifu anapoingia ndani, basi mwamini huyu anapata maisha mengine mapya. Jamani, mi naamini kuna vitu vizuri tumeipokea mm. kama mtazamaji au mm. ndugu naye nayedusikiliza naamini kuna kitu ambacho takume kipokea mm. ili roho Mtakatifu kae ndani yako. Jirinde sana na chuki, jilinde sana na wivu, fitina yeah ugombi wa ndani kutokusamehea kutokusame, rafiki ya, ya, ya, ya, yako, ya, ya yako kabisa, ni adui yako. Roho Mtakatifu hawezi ukandani baada ya kumwombea baraka mm, unamwambia yeah, mambo mabaya hawezi ukandani yetu yeah, kwa kweli ni mm, mtumishi wa Mungu, tumejisikia vizuri, asante sana mimi. Naamini ndugu yetu kia tusikiliza, mwalimu amefundisha mengi, mtumishi wa Mungu ambaye amekuwa na sisi katika wiki yetu, ni mambo mazuri, naomba uyapokee na mimi uyapokee. Kuna kitu nimepokea mimi ndani yangu, ndani yangu ni kitu imepokea, nikuombe katika ambayo umesikiliza mm. ya kujenge yeah. ya kuimarisha yeah. Usimame, umpende Yesu, usimwache, mfuate, utaona furaha yeah. kazi ya Roho Mtakatifu mwalimu mm. amesema ni mwalimu yeah. mwalimu mm. anatufundisha ndugu yangu, unapotea mm. rudi huko anakuelekeza mm. mm. lakini ni msaidizi Kabis. anatuombea kwa yeah. kuugua ah. ana kazi kubwa ndani yetu Kabis. wiki hii tumejisikia vizuri mm. tumejisikia fahari lakini ujumbe huu ambao tumeupokea, naomba ukusaidie katika maisha yako yeah. Ah, ni wapi ambayo unaweza ukawaambia wanaotutazama yeah, wanaweza kutusikiliza mm, kwa habari ya nguvu ya Roho Mtakatifu na au Pentecoste yetu mm? Asante. Asante ndugu watazamaji. Kimsingi ili mtu aweze kupata neema tu ya Kristo ni mm, pale atakapoweza kutengeneza njia zake mm. Soma kitabu cha Waefeso sura ya kwanza mstari wa nane, wa kumi na nane anasema macho yenu na ya, yatiwe nuru mm. Roho Mtakatifu anapoweza kuingia ndani basi mioyo ya watu wa Mungu inafunguka. Kwa hiyo niwaalike watu kwa Yesu kwamba sasa, hebu kila mmoja hakikishe anakuwa na umuhimu wa kutafuta nguvu hii ya Roho Mtakatifu kwa namna moja au nyingine. Pia unapotafuta nguvu hii, basi utakuwa salama, achana na mambo ya dhambi. Dhambi itampeleka sehemu mbaya maamini kama hawezi kutubu. Kwa hiyo ni vizuri mtu wa Mungu kuhakikisha basi anatengeneza njia zake zote na niwalike watu wote wanaonisikiliza pia kupitia chaneli hii yeah. Basi hakikisha unatafuta nguvu ya Roho Mtakatifu mm. Roho Mtakatifu ndiye amepewa dhamana ya kuliongoza kanisa la Bwana yeah. Ni vizuri unayenisikia, siku ya leo, hakikisha basi kwa namna moja ama nyingine mtafute Roho Mtakatifu. Yeye ni mungwana, yeye ni mpore mm. Yeye ni mfariji wetu mm, anafanya mm. kazi usiku na mchana mm. Tena ukisoma kitabu cha Warumi sura ya nane mstari wa ishirini na sita mm. kwamba anatuombea kusikoweza kutamkwa, tena na ugua. Kwa hiyo shauku na hamu ya Roho Mtakatifu mm. ni kuona watu wote wanafikiria toba I watu amane, wote wanafikiria uzima yeah. kwao ni, ni wape mwaliko niwape wahamasa watenda kazi wote mm. watu wa Mungu wote wanaotusikia kwamba ni vizuri kutengeneza maana Roho Mtakatifu anatamani mioyo ya watu wote wakitengeneza na hapo Baraka za Bwana. Amina. Amina sana mtazamaji, yeah. inaamini umebarikiwa yeah. kama tulivyobarikiwa, nikutake uondoe dhambi ya siri ndani yeah. ya moyo wako mm. ili uweze kupokea nguvu za Roho oh, Mtakatifu yeah. yeah. ni kushukuru sana kwa kutusikiliza yeah. nauendelee kuombea ni kuomba uendelee kutazama chaneli yeah. chaneli hii imeandikwa Huima Singers yeah. Biharu. Usisahau mwambie na jirani yako asikilize ujumbe huu Usishe kwako, mwambie ajana yako, ingia, andika Huima Singers Biharu yeah. Lakini usisahau kusubscribe mm. Eh, usisahau kucomment mm. na kushare haya mambo machat matatu, tukombe uende kushiriki. Tamaa yetu ni watu waende kumpokea Mungu.